Wa kazi afu. Wa ya wa. kazi yako. Katibu wa wadhamini namuweka kwako sasa hivi. Atibu mioyo ya watu waliochanganyikiwa na kuwaelekeza maelekezo mazuri. Makamo wangu namuweka kwako, fanye kazi hii vizuri, asibabaishe na mtu yeyote. Nguvu yangu msimamie kwa jina la Yesu Kristo, maana sheria ya Mungu

Uchungaji ni heshima, ni utumwa. Usipende heshima, heshima itakujia tu wakati tunafanya kile kitu ulichoikiwa. Amen, ni mtumiaji, wewe ni baraka, lakini wengine tunalala. Unataka tukwambie ama badali ya mkibona itawaka moto, sijui Kibona sijui nani huko na ndugu yake balali ifufuke. <inaudible> Yesu mwana wa Mungu, usiondoke mbalali kwenda jimbo lingine bila izini ya mwenye jimbo kukutaka yeye. Mtu huyu <inaudible> memwita kwa mchungaji, uliongoza kanisa lako anpote pale, namuwekea ya mikono yako asema weka mzigo ndani ya moyo wake, akiliongoza lile kanisa kwa utukufu ambao mkuu wa jimbo lake atampangia au amempangia. Mungu, ninaomba fanya hivyo kwa utukufu wake Yesu Kristo Mwokozi, afanyike baraka ule na juu ya kijiji kile anachoenda kufanya kazi yake. Amen.